Tuko wananchi milioni 64 na leo tunatawaliwa na visiwa vya Zanzibar. Wazanzibar wanajitawala wana, wana rais wao, wametukopesha na sisi rais wetu <laughs> yaani tunatawaliwa na rais wa nchi jirani. Si nchi? Zanzibar ni nchi na wana haki yao. Lakini muungano huwa waridhiano ya pande zote mbili, sio ya kuwalazimisha sisi tupoteze kila kitu. Jana nilikuwa Tanga, naambia mkoa mzima wa Tanga una watu milioni mbili pointi sita una wabunge kumi na mbili na waviti maalum watatu wabunge kumi na tano mkoa wa Tanga ambao na watu milioni yaani ni aibu Watanganyika tulivyo wengi na bado tunaburuswa na Wazanzibari ambao wati elfu mbili hawafiki. Ni aibu sana. Yaani ukiangalia, kwa mfano kama viwanajeshi, hakuna mshahara anaopata maskini hawa wa polisi. Ukiangalia chini mpaka hivi level hizi, hakuna mshahara wote wanaopata mzuri. Lakini ukiangalia sehemu nyeti zote Samia mejaza Wazanzibari kuja kushika sasa huyu malaya mnashindaje kumkumuta? Ndio maana yuko dazi naenda Zanzibar anakaa kaa wiki na kaa mwezi, miezi miwili yuko Zanzibar. Na anaweza kwenda bila hata kuonekana huko. Mnajua yuko anaonekana kwenye vyombo vya habari mnaona kwamba yuko Tanganyika, yuko Zanzibar. Kimya. Sasa wakazi gani? Na sehemu zote nyeti kaweka Wazanzibari. Watanganyika tuko zaidi ya milioni 60 na kitu. Zanzibar hata milioni mbili wafiki. Milioni mbili ya wafiki, milioni mbili ya wafiki Zanziba, wa Zanziba wote. Halafu kawachukua wote, sehemu zote za mimi kaweka wao. Hivi mnaakili kweli timamu? kweli nuwa kina mombo mnaakili kweli timamu? Yaani kabisa akili zinawachaji kabisa, zimo wanajeshi. Hivi mnaakili kabisa kichwani? Yaani mnaona kabisa, mnaona kabisa, mna macho, mnaona kwamba, okay, anaweka gavana sehemu ya fedha, sehemu ya muhimu, sehemu ya madini, yaani wale wajote ni Wazanzibari wote, wote, wote, wote, wote. Sehemu za muhimu zote kaweka Wazanzibari, watoto wake wote kawajaza huko, ni Mzanzibari yule yule ni Mzanzibari sehemu anatuuliza, nenda nchi yoyote, sehemu ambapo iko Mzanzibari kwambie ni Mtanzania, akimi Mzanzibari Mtanzania anakwambia mi Mzanzibari Yani wanaumimi wanaumimi, yani umimi, wana umimi sana Wazanzibari. Mi nimekaa Zanzibar, nimekaa Stone Town, nimekaa Kiwengwa, nimekaa Nungwi, nimekaa kwenye mabichi, nimekaa nimefanya kazi za kitalia hapo Zanzibar sana tu. Hapo ulikuwa na wanani kibao, wanini wataliano kibao, nimefanya kazi kwenye hoteli sana tu. Nimeawaso mimi hapa wanaasili ya umimi umimi wanao wa, wa zanzibari yani kuwa naweza kununua tv nanunua tv hata kumi na tano hata kumi hata tv ngapi kwa ajili ya kwenda kuuza nikitoa zanzibar kama nimepata nani likizo narudi bara bara yani zile tv hata umenunua nini ile feni unailipia ushuru lazima ulipie ushuru iwe ni tv hata kama ni tano hata kama tv ni moja tv moja unaenda kuangalia kwako lazima uilipie ushuru kutoka Zanzibar. Hapo naongea miaka kumi na kitu huko iliyopita, yaani huko nyuma kabisa huko, yaani, ukinunua hata feni kutoka Zanzibar unaleta bala, lazima uilipie ushuru kuda deke yaani ndio maana anasema huyu ni mshenzi, yani huyu ndio maana, unajua alichokifanya kipindi cha 29 wamechukua polisi walio wengi kutoka Zanzibar wakawaleta bara, wamesha wakochi kutoka kule na leo kwa na kochi kule, nani Abdul alienda kule na Sumai, wali wa kochi ni kuua ni kuua ni kuua, wale swali so tutawanaga, wanajifanya sisi kwa wametushika, ni kuua kila kona, wakaja wale wa nini wale wa kutoka nani Uganda ndio maana kawa wanazunguka wanazunguka wanazunguka. Tunajua eh? Wana, ukiwauliza nini tunaangalia mitaa? Waongei. Wanakuambia ni wa Zanzibar. Kwa mizani ni nini Waganda? Wanaangalia mitoke itapita huku na watu wafanya mazoezi. Sasa toka uchaguzi umeshameonea wanafanya mazoezi katikati ya watu. Muone kuna mazoezi watano wafanyika. Au toka nchi imepata uhuru. Mwishakeko na kitu cha namna hili. Walipanga kuua watu mamia na maelfu na maelfu Watanganyika na bado mkiangalia hivi vitu wanavyovifanya, alafu mnakaa kimya kweli? Yani kumtoa Samia ni bei gani? kumtoa yani, yani mkubwa wa jeshi ndiye msimtegemee, msim yule ni samia hivi. Nilishaliongea tena, mkubwa wa jeshi ni samia hivi, humwambii chochote, analipwa billions and billions of money. Kwa hiyo ni kufunga tu, ni kufunga, hana cha kusema yani aaongei chochote jeshi amkeni fanyeni kitu kwa huyu mshenzi fanyeni kitu miaka mitano haiwezekani na haiwezekani kwanza kufika miaka mitano kwa hiyo mfanye kitu mapema maana eh, mi nipo lele lele nipo lele tusije tukaraumiana niko lele lele